Yes, bana, msanii Harmonize amekuja na mwonekano wa tofauti kabisa mara baada ya kuposti picha mbazo ilizoposti kipindi cha nyuma siku zilizopita hivi karibuni so, picha mbazo zilizua kelele na gumzo kwenye mitandao ya kijamii mara baada picha hizi kufananishwa na msanii kutoka Nigeria ambaye anaitwa Asake, kipindi hichi amenyoa. So kelele zimekuwa ni nyingi sana zikimuonyesha kwamba Harmonize ameiga kwa, mba, kwa msanii wa Nigeria, Asake. Lakini pia hakuishia hapo. Pia Harmonize hii leo kwenye akaunti yake ya Instagram ameposti ujumbe ambao ukionyesha sababu na kitu ambacho kilimpelekea mpaka kunyoa zile nywele au kubadilisha muonekano na kuonekana kama ana kipara, so maana iliona comment ni nyingi sana kwamba ameiga kwa watu au ameiga kwa, kwa wasanii wengine. So Harmonize hii leo kwenye IG yake ya Instagram aliposti na kuwaambia watu ukweli kwa sababu gani amenyoa zile nywele zake, na akatoa sababu kwamba, a, kwa sababu kwamba alinyoa kwa Mwa enzi hayati Raila Odinga. So hiyo ni moja kati ya sababu ambayo ilimpelekea Harmonize uh, kunyoa nywele zake. Mimi nahitaji maoni yako kwenye comment section. Kwa muonekano wa Harmonize ambavyo umeuona, unahisi ametokelezea na ile style au atafute style nyingine kwa sababu Harmonize imekuwa mmoja kati ya wasanii ambao wana change sana style kila kukicha lakini pia mara kwa mara anabadilisha style zake za nywele. So style hii hapa unampa mwa gani? Unampa asilimia ngapi? Angusha comment hapo kwenye Bongo Plus TV.